wa yaliyotokea katika nchi yetu, wenzetu wamepoteza maisha, kuna wenzetu wamejeruhiwa, kuna wenzetu wamepoteza vifaa, na kuna baadhi ya vyombo vya habari viliweza kuvamiwa, lakini kwa msaada wa vikosi vya ulinzi na usalama vikaweza kuokolewa. Tunaiomba wizara ya mambo ya ndani iendelee kupitia kwa jeshi la polisi kuimarisha ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari wote nchini Tanzania; usalama wa vyombo vya habari, usalama wa mali za waandishi wa habari, vitendea kazi wanapofanya shughuli zao. Tunaamini kwa kofia uliokuwa nayo na kwa umoja na mshikamano wa taasisi za ulinzi na usalama tafunga mwaka kwa waandishi hawa kuweza kuwa salama. Tusahau yaliyopita, tusimame, tuweze kushikamana na ili twende kwa pamoja. Usalama wa mwandishi wa habari ni usalama wa muhimu kama kwa raia yoyote wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nahitumishi ndugu mgeni rasmi, Misa Tanzania tunaamini kwa kuungana na taasisi nyingine za kihabari, waandishi wa habari ni wazalendo na wala sio wasaliti, kama tunasikia huko nje. Waandishi wa habari ni kuthibitishie, ni wazalendo, na waandishi wa habari tunafanya kazi kwa weledi wetu, kama sekta ambayo inajisimamia, hatutakubali kuyumbishwa kutikiswa, kuelekezwa. Tutasimamia maadili ya uandishi wa habari na tutalisimamia taifa letu. Misa Tanzania, tunasimama na taifa letu kwa kuhakikisha vyombo vyetu vinatupa ukweli uliosheheni kila aina ya vielelezo vyenye uhalisia, hatutayumbishwa na dhana nyingine yote. Asanteni sana kwa kunisikiliza.